Leo tena ni wazo na ujumbe kwa ajili ya vijana, vijana wa kiume na wa kike, vijana mnaopendana, vijana mnaochumbiana, vijana mlio katika uchumba. Leo nakuja tena na wazo kwa ajili yenu, na kitabu cha Zaburi, kuna ujumbe wenu mahali hapo. Zaburi ya mia kumi na tisa maneno ya Mungu ni kwa ajili yenu, na hii nitaisoma katika fungu la mia uh, sura ya mia kumi na tisa na lile fungu la tisa hadi la kumi Anasema jinsi gani: kijana isafishe njia yake kwa kutii akilifuata neno lako. Fungu la kumi kwa moyo wangu wote nimekutafuta usiniache nipotee mbali na maagizo yako. Fungu la kumi na moja moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Leo ninazungumza habari ya mawasiliano. Mawasiliano ni, ni jinsi watu wanavyobadilishana mawazo, maelekezo katika maisha ya kila siku na katika uchumba na hata ndoa. Mawasiliano ni sehemu ya kudumisha amani na furaha katika ndoa na hasa tunapokuwa tunaelewa namna ya kuwasiliana, jinsi ambavyo mume na mke wanawasiliana, lakini jinsi ambavyo kijana wa kiume na wa kike wanawasiliana, na hasa katika maisha ya mahusiano ya uchumba. Sasa leo sizungumzie mawasiliano katika ndoa, nazungumzia mawasiliano katika uchumba. Vijana, kiasi katika mawasiliano ni muhimu. Ni kweli ya kwamba mnaweza kuwa mnapendana kwa dhati sana na mna njozi nzuri hapo mbeleni kwa ajili ya kufikia hatima ya ndoa, lakini itategemea jinsi mnavyowasiliana katika maisha ya sasa. Sasa kama hakuta kuwepo na kiasi katika mawasiliano, maana yake mnajiweka katika hatari na mtego wa shetani kuingia katika shimo kubwa ambapo mtajikuta mmepoteza dira na future katika maisha yenu. Leo kuna vijana wanawasiliana katika mawasiliano vijana wa kiume na wa kike wanawasiliana kiasi kwamba wanakosa kiasi katika mawasiliano, inawapelekea kuingia katika kuamsha tamaa za kingono za kimahusiano ya ngono zaki kupitia mawasiliano wanayozungumza. Sasa swali ni hili, nini mnachokizungumza na hicho mnachokizungumza mnakizungumza wakati gani? Je, kinajenga ama kinabomoa? Sasa leo ninao ujumbe tena kwenu wazo kwa ajili ya vijana mnaochumbiana wa kiume na wa kike mnaochumbiana. Huu ni ujumbe kwa ajili yenu tena leo, na unaposikiliza omba Mungu akusaidie kukosa kiasi katika mawasiliano. Ndiyo hiyo inayopelekea mnajikuta mmejiingiza kwenye kuamshana tamaa, mmetoka kwenye mawasiliano ya kawaida na kuingia kwenye mawasiliano ya kuamsha tamaa za miili. Epuka tabia hiyo, na hasa epuka mawasiliano ya usiku. Nimetangulia kusema, vijana wanaofanikiwa katika maisha ya mahusiano ni vijana walio na kiasi, kiasi katika mambo yote, kiasi katika kila nyanja za maisha. Kumbuka unapofanya jambo kwa kiasi, itakusaidia wewe kukua kimwili, kiakili, kiroho na hata kijamii. Unapokosa kiasi, itakuathiri kimwili, kiakili na hata kijamii. Watu leo wanazungumza mpaka simu zinawaka moto, eh, anaweka shavuni hapo sikioni mpaka inawaka moto. Ndugu yangu, kama unapendwa unapendwa tu, hata kama mtazungumza leo mkamaliza, mkazungumza kesho. Kama Mungu amepanga mtaoana, kama hajapanga mtaongea na simu zitawaka moto na bado mtaachana. Kwa hiyo Mungu anahitaji vijana wanaofanya mambo kwa kiasi, na hasa katika swala la ma, la mawasiliano. Mawasiliano yasiyotawaliwa na Mungu, labda niwaulize vijana, mnapoanza kuzungumza vijana wa kiume na wa kike, kama kweli mmemtanguliza Mungu, huwa mnaanza kwa maombi Labda nianzie hapo niwaulize swali hilo la changamoto, yaani kabla ya kuongea na huyo unayemtarajia, huyo huyo kijana wa kiume, kijana wa kike huyo, yaani kabla uh, uh, huwa mnaanza mazungumzo yenu kwa maombi? Na kama sivyo, unadhani nani huwa anatawala mazungumzo yenu? Katika kuzungumza, kwa lazima ujioji, maana kama mna mambo nyeti ya kuzungumza aidha mnazungumzia mambo kwenye uchumba kwa ajili ya mambo yenu ya baadaye, jinsi itakavyokuwa. Ni sharti mazungumzo yote yanayotawaliwa na Kristo na Roho Mtakatifu yataongozwa kwa maombi, ili Mungu aongoze kwa hekima kuzungumza, ili mwisho mpate muda wa kupumzika. Sasa mtazungumza wee masaa matatu, manne, matano mpaka simu zinawaka moto usiku wa manane mkizungumza. Onyo linatolewa mazungumzo yoyote yanayoendeshwa usiku wa manane yanazungumzwa chini ya utawala wa Shetani. sasa Inawezekanaje kutarajia ndoa iliyo njema ili hali leo mnazungumza katika utawala wa Ibilisi? Kwa hiyo mawasiliano yasiyokuwa na kiasi yanamuweka shetani katikati yenu, na matokeo yake mnaweza kuja kuharibikiwa baadaye, na hasa katika akili yako. Lazima kiasi kitawale katika kila nyanja. Sikiliza nukuu hii na kisha uchukue hatua. Kukesha usiku, epuka tabia hii katika mahusiano ya uchumba. Tabia ya kukaa na kukesha usiku kwa watu walio katika mahusiano ya uchumba imekuwa im, e, e, imekuwa ni jambo la kawaida, lakini tabia hii haimpendezi Mungu hata ikiwa vijana ni wa Kristo. Saa za usiku zisizo za kawaida kama hizi udhoofisha akili, udhoofisha afya, huchosha ubongo hata usiweze kuwa tayari kwa kazi na mtu huonyesha dalili za uchovu, za uovu. Malaika wa shetani wanaangalia kwa furaha kubwa wale wanaokesha saa za usiku wakiwa katika kuposana. Malaika wa shetani anaendelea nasema, kama watu hawa wangefunuliwa macho yao na kuangalia mbinguni wangemuona malaika wa Mungu akinakili au akirekodi maneno yao na vitendo vyao. Epuka mahusiano ya namna hii mara moja katika maisha yako ya kila siku, vijana wa kiume na wa kike. Ndugu yangu, natumai kwamba utamheshimu Mungu na kuepukana na uchumba kama huo. Maneno haya yanasoma katika kitabu cha Chagua Mchumba, ukurasa wa ishirini na mbili, anaandika maneno hayo. Lakini pia anasema mara kwa mara, mazungumzo ya saa za usiku wa manane katika zama hizi za uovu huleta upotevu kwa yeyote anayehusika nayo. Wanawake na wanaume wanapokosa kujiheshimu wenyewe, shetani hukwezwa mno na Mungu husauliwa. Ndoa ya watu kama hawa wasiojiheshimu haiwezi kufungwa kwa ukubali wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu hawana kiasi katika mawasiliano. Shetani anajua ni aina gani ya watu ambao inampasa kushughulika nao, na kwa njia yao na kwa njia yao aweze kuonyesha ujuzi wake wa kishetani kwa njia tofauti tofauti ili kuzitega roho za na kuziletea na uharibifu ndiyo wa milele. Miongoni mwa njia anazotumia shetani kuwanasa vijana ni kukesha usiku katika mahusiano. Kuchagua Mchumba, kurasa wa ishirini na tatu. Kitabu hicho kinaandikwa kwa ajili yako, ukitaka maelezo mengine zaidi waweze kusoma hicho kitabu. Kwa hiyo epuka tabia hiyo. Vijana wa kiume na wa kike, epukeni tabia ya kukesha usiku mkiwa katika kuposana. Mnamkaribisha shetani katika mazungumzo yenu, hata kama mazungumzo hayo ni ya maana, ila kama yanafanywa katika wakati usiostahili, moja kwa moja, tambueni ya kwamba mnaongozwa na roho wa Shetani. Na ndio maana ninarudia kusema leo, mazungumzo mengi yanayoendelea baina ya vijana ni mazungumzo ambayo mwisho wa siku yanawapelekea katika uhusiano wa kingono, yaani mapenzi ya kimtandao. Wengi wa vijana wameathiriwa na hicho kitu, na wengi wameathirika katika akili kuwa na mahusiano ya kimapenzi ya kimtandao. Kijana wa kiume yuko Dodoma, kijana wa kike yuko Mwanza, wakiwasiliana kimapenzi, ili hali kila mmoja yuko upande wake. Nini kinachopelekea hayo? Kinachopelekea hayo ni mawasiliano mabovu, na siku zote mawasiliano mabovu yatakavyo mawasiliano jinsi yatakavyokuwa kwenye uchumba mnaouendesha ndivyo hivyo yatakavyoendelea kuwa katika ndoa. Miongoni mwa changamoto zinazodhorotesha maisha ya ma, ya mahusiano ya ndoa ni pamoja na mawasiliano mabovu. Sasa yumkini mawasiliano mabovu yalianza tangu mungali wa chumba. Jinsi mlivyokuwa mnawasiliana ndivyo mtakavyoendelea kwa hiyo epukeni tabia hii ambayo inaweza kuwaathiri hata kuukosa uzima wa milele na hata Mungu kutoingilia kati katika mahusiano yenu. Vijana wanaopendana vijana wanaomheshimu Mungu vijana wanaojiheshimu wenyewe watatenda mambo kwa kiasi, watatenda mambo kwa wakati sahihi, muda sahihi na mahali sahihi. mahali ambapo sio sahihi, lazima vijana waonyane, lazima vijana wamuheshimu Mungu. Ndio maana neno la Mungu linasema pende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote kwa akili zako zote kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Swali linaweza kuulizwa, nani umempa nguvu zako? Je, ni wewe kijana mwenzako ambaye anatumia nguvu zako, kiasi kwamba unakosa hata nguvu za kufanya kazi kwa siku nyingine inayofuata? Pende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili yako yote, kwa roho yako yote, kwa nguvu zako zote. Hapo ndipo utaweza kufanikiwa. Ikiwa utahamisha nguvu hizo na kumpenda mtu mwingine Matokeo yake ni kwamba utakuja kuumia baadaye. Kwa hiyo, Mungu anapaswa kutawala kila hatua unayoikanyaga na kuipitia katika maisha yako na hasa katika maisha ya mahusiano. Kwa hiyo, ikiwa unatamani kuwa na ndoa yenye afya na yenye furaha, itategemea mnaishije katika hizi hatua za mwanzo. Mlivyoishi kwenye urafiki, mulivyoishi kwenye kuchumbiana mlivyoishi kwenye uchumba itaamua hatima ya namna mtakavyoishi kwenye ndoa. Kwa hiyo maisha yenu ya ndoa yatategemea humu katikati mmepitaje. Ndio maana tunawaambia kila wakati, epuka mawasiliano yatakayo kupeleka kwenye vishawishi vya kutenda dhambi, vya kutenda ngono, vya kutenda uzinzi, na hivyo umkabidhi Mungu moyo wako, kama neno linavyosema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Neno la Mungu litakapotawala ndani ya mioyo yenu, mtatenda kila jambo kwa wakati na wala hamtakubali kukaa katika mabaraza, mahali pa watu wenye mizaha. Epukeni mizaha katika mahusiano. Mungu awe ni wa kwanza na mtawala wa mazungumzo yenu, na Mungu anapotawala mazungumzo yenu, ndipo mtaweza kufanikiwa. Narudia kusema, kabla ya kuanza chochote katika mazungumzo, anza na Mungu, omba Mungu awaongoze wa katika mazungumzo yenu. Mnapomaliza mazungumzo yenu kwa wakati sahihi na muda ulio sahihi na kwa ajenda sahihi, malizeni kwa maombi. Hivyo ndivyo wacha Mungu vijana, wacha Mungu wanavyotenda wakimtanguliza Mungu kwa kila hatua ya maisha yao. Bwana wabariki vijana wa kiume na wakike ambao mnategemea kuingia katika ndoa, na wale ambao mnatarajia hivi karibuni kuanisha safari ya mahusiano ambao bado, na hivyo Mungu awasaidie. Ni nawaombea heri na kuwatakieni baraka za Bwana. Ka, kamwe usimwache Mungu katika maisha yako ya kila siku. Mungu anapotawala atawapatia hekima, atawapatia utulivu, atawapatia maarifa namna ya kuenenda na mwisho katika kumaliza safari iliyo njema ili kuifikia ndoa yenye furaha, ndoa yenye amani. Vijana wanaomcha Mungu wanatengeneza maisha yanayomcha Mungu na wanajiandaa kwa ndoa ya wacha Mungu. Mungu awabariki, karibuni tena kwa wakati mwingine na kwa ajili ya tafakari nyingine kama hizi zinazotusogeza karibu na Kristo, lakini pia kutuandaa kwa ajili ya maisha bora yanayokuja hapo mbeleni. Mungu awabariki. Karibuni tena kwa wakati mwingine. Endelea kujiunga katika chaneli hiyo ili kuyapata mafundisho mbalimbali, hasa kuhusu vijana. Maana ulimwengu huu asilimia kubwa ni vijana. Mahusiano ni mawasiliano. Mawasiliano yaliyojengwa na Mungu yanatengeneza uhusiano ulio bora. kamwe usiruhusu mawasiliano yasiyokuwa na kiasi, na Bwana atakubariki. Karibu kwa wakati mwingine, Bwana awe pamoja nawe.